Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amewaonya wanasiasa wanaonuia kuvuruga chaguzi ndogo zilizoratibiwa hapo kesho katika sehemu mbalimbali nchini. Murkomen akisema kuwa serikali iko tayari kukabiliana na yeyote atakayevunja sheria, haswa wanasiasa wanaonuia kutumia wahuni kutatiza amani. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon pia akitoa hakikisho kuwa wamejiandaa vilivyo, kama anavyotuarifu Crispin Otieno kutoka eneo bunge la Kasipuru. Chini ya saa kumi na mbili kabla ya chaguzi ndogo kuandaliwa maeneo tofauti nchini, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alizuru eneo bunge la Kasipul kwa mkutano na wakuu wa usalama kaunti ya Homabay. Murkomen akitumia fursa hiyo kutoa onyo kwa walio na nia ya kuvuruga uchaguzi wa Alhamisi.

Against the financiers, uh, the transporters. Waziri pia amewahakikishia wapiga kura kwamba idadi kubwa ya polisi wanahusishwa ili kudumisha usalama na kwamba watatekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria. Uh, I must assure the people of Kenya that from this by-elections and all the way to the next general elections, the people of Kenya must know that the National Police Service will impartially protect them. Ndani ya shule ya upili ya Agoro Sare, ambayo itatumika kama kituo cha kujumlisha kura, tume ya IEBC nasema matayarisho yamekamilika. Wagombeaji kumi ndio wamejitokeza katika kinyang'anyiro hicho cha Kasipul. Jumla ya wapiga kura 67,513 wakitarajiwa kumiminika katika vituo 142 kote Kasipul kushiriki uchaguzi huo. Matayarisho ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge hili la Kasipul yametamatika rasmi, huku wakuu wa usalama waliozuru eneo bunge hili pamoja na maafisa wa IEBC wakishikilia kwamba wako tayari kukabili yeyote ambaye atajaribu kuvuruga shughuli hii. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kasipul katika kaunti ya Homa Bay.